Asante okay, yes, sana kwa kuendelea kuhitoria macho Dar Town TV straight nene kutoka Mbezi jijini Dar es Salaam. Bwana kama ulivyokuwa unafahamu bwana, jampema wiki hii haji sande manala aliongea na waandishi wa habari pale kunako hoteli nambari wahidi jijini Dar es Salaam, hoteli ya Serena. So far, so good, haji sande manala alikuwa anavu, anafungua wiki ya tatu ya usomaji wa Qurani kwa mastaa ambaye ameshaifanya takribani Ramadhani kadhaa zilizokuwa zimepita, lakini kulikuwa kuna swali la waandishi wa habari ambalo lili Lilifanya kulipuka kwa, kwa, kwa, kwa, kwa posti nyingi kunako mitandao ya kijamii nchini Tanzania baada ya mwandishi mmoja kumuuliza Haji Sande Manara juu ya kauli ya Waris Kari aliyokuwa amefanya juzi moja ya kituo kimoja cha radio kudai kwamba Yanga waache kiburi na badala yake umchezo wa Simba na Yanga utakuwepo na hivyo viongozi wa Yanga wasimtunishie vizuri bodi ya ligi pamoja na TFF. So Jumatatu tatu wiki hapa basi alikuwa na mkutano wa waandishi wa habari katika hoteli ya Serena Posta. Alizungumza mambo mengi, ila kubwa ilikuwa ni uzinduzi wa mashindano ya kusoma Qur'ani kwa watu mashuhuri. Ulifika wakati wa maswali majibu, hapo ndipo mwandishi mmoja alimuuliza kuhusiana na sakata zima la mpira wa miguu, huku Haji Sande Manara akimtolea povu wa raiskalia, akidai kwamba rais huyo aache kiburi. Ni kiburi tu ambacho kinamfanya kwamba waraskalia awe na jeuri ya kuongea vile, na kumtaka aombe radhi hadharani, huku akienda mbali zaidi Bwana Haji Sande Manara kudai ya kwamba anamwomba rais wa klabu ya Yanga Engineer Hersi aitishe ya mkutano wa dharura, kwani upo kisheria ndani ya katiba Dar es Salaam Young Africans juu tu ya kujadili mustakabali wa klabu ya Yanga kutoshiriki tena mchezo wa ligi kuu wa NBC Premier League dhidi ya Simba, na badala yake watachangisha ya pesa kwa wanachama, ili waende kwenye mahakama ya usuluhishi wa michezo barani Afrika CAS. Hausu bana, so far so good. Hili lote linakuja tangu kuahirishwa kwa dabi ya Kariakoo mnamo tarehe 8 mwezi wa tatu ambako Simba waliandikia barua bodi ya ligi na TFF kwamba hawatoshiriki dabi ya Kariakoo. Sababu zao kubwa zilikuwa ni kuzuiliwa na mabauso waliodaiwa oleode, na Dar es Salaam Young Africans. Na baada tu tamko lile bodi ya ligi kuahirisha mechi, Arafati ambaye ni makamu rais wa klabu ya Yanga naye alitoa msimamo wake kwamba hawatocheza tena mechi sasa. Leo Ajisande Manara ametafsiriwa kama amepigilia msumari wa moto kwa kile kauli ambayo inaungwa na washabiki wengi wa Dar es Salaam Young Africans, lakini swali linakuja kwamba nani anaweza ku, ku, kubishana na mfumo nchini Tanzania? Hilo ndo swali, so far, so good. Pia komenti nyingi za washabiki wa Simba nao wanadai kwamba mbona mwaka 2021 na, na wao walikula nyoya, lakini hapakuwa na matamko mengi kiasi hichi, wamuache Wallace Karia ambaye amefanya vitu vingi sana kunako mpira wa miguu nchini Tanzania. Kwa niaba ya washikili zangu wote, hii hapa ni Dar Town TV. Kwa kile kifaa unachokitumia kuitazama, hapo chini kuna neno limeandikwa subscribe, so make sure unaligusa ili kuendelea kukaa karibu na familia pana.